Leo Juni 16, 2025, mwanasiasa na kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Antiphas Lissu ametoa kauli nzito akiwa mahakamani jijini Dar es Salaam, katika kesi mbili zinazomkabili. Lissu ambaye kwa sasa ni mfungwa wa kisiasa, amefichua kuwa amezuiwa kusali na kuabudu akiwa gerezani, kinyume na haki ya msingi ambayo hutolewa kwa kila mfungwa au mahabusu Mkristo nchini. Katika kauli yake mbele ya mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, Lissu ameeleza wazi kuwa: kila Jumapili na sikukuu za Kikristo, kila mfungwa na mahabusu ambaye ni Mkristo ana haki ya kuabudu na kusali akiwa gerezani. Ila mimi peke yangu nimezuiwa na nimekatazwa kufanya hivyo kwa siku zote nilizopo gerezani licha ya kuomba kupewa ruhusa hiyo. Kauli hii imeibua maswali makubwa kuhusu uhuru wa kuabudu ndani ya magereza ya Tanzania na imeongeza presha kwa serikali kueleza kwa nini mwanasiasa huyo hajapewa haki hiyo. Kwa upande mwingine, Lissu leo amewasilisha ombi mbele ya mahakama akitaka kujitetea mwenyewe katika kesi hizo mbili ambazo ni: moja, kesi ya uhaini; mbili, kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Lissu amesema ameomba kujitetea binafsi kwa sababu mawakili wake hakupewa faragha ya kuzungumza naye akiwa gerezani, akilalamikia ukosefu wa ushirikiano kati ya magereza na mawakili wake. Kwa mujibu wa Lissu na mawakili wake, hizi ni kesi zenye msukumo wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, ambapo Lissu anatarajiwa kuwa mmoja wa wagombea wakuu kutoka upande wa wapinzani. Ikumbuke kuwa mashirika mbalimbali ya haki za binadamu duniani, pamoja na mataifa ya Magharibi tayari yameelezea ya kuwa wasiwasi wao juu ya mwenendo wa kesi hii na haki za wafungwa wa kisiasa nchini Tanzania. Katika hatua nyingine, wanaharakati kutoka Kenya na Uganda waliokwenda kumtembelea Lissu nchini pia walikamatwa mapema mwezi huu, huku baadhi wakidai kufanyiwa vitendo vya ukatili na manyanyaso wakiwa mikononi mwa vyombo vya dola. Hali hii inaashiria mvutano mkali wa kisiasa unaoendelea nchini Tanzania hasa kipindi hiki tunapoelekea uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano.